Hayo yameelezwa na mratibu wa mafunzo kwa vitendo wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, wakili Elizabeth Kabwe, mara baada ya mafunzo ya vitendo yaliyofanyika chuoni hapo na kuwajumuisha wanafunzi wa kitivo cha sheria kutoka chuo cha Tuma na wengine kutoka chuo cha Sauti, vyote vilivyopo mkoani Arusha. Amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uelewa wa namna ya mashauri mbalimbali yanavyoendeshwa katika mahakama za kitaifa na kimataifa. Tulikuwa na mafunzo ya sheria kwa vitendo, ambapo leo tukiwa pamoja na chuo cha St Augustine cha Arusha tulikuweza kuwa na mafunzo, ambapo tulikuwa na mahakama. Wanafunzi hawa waliweza kujifunza namna ya kwenda mahakamani na kuwasilisha hoja zao, na kwa kweli mafunzo haya ya vitendo yanasaidia wanafunzi kuelewa kile wanachofundishwa, sio tu kujifunza kwa nadharia, lakini kwa vitendo wanapata uelewa zaidi na kuwafanya wanakuwa na confidence ya kuweza kutetea hoja zao kama wanavyozileta. Kuna umuhimu sana kujifunza sheria kwa vitendo. Kwa hiyo ni ombi langu kwamba vyuo vyote nchini tuweze kuwafundisha wanasheria wetu watarajiwa kwa vitendo waweze kuelewa vizuri yale wanayofundishwa. Awali akizungumza na wanafunzi katika ukumbi wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira, profesa mshirika wa TUMA, Profesa Dr. Edius Ruhangisa, amewaasa wanafunzi kuifanyia kazi taaluma walioipata.

Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika mafunzo hayo akiwemo Christina Ngwala na Luthe Shelukindo wameeleza kuwa mazoezi hayo yamewajengea ujasiri katika kuitumikia kada hiyo ya sheria. Kwanza imenijengea confidence na pia imenifanya niweze kujua machangamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea katika kumtetea mteja, na pia imenisaidia kujua kwamba sio tu kujifunza darasani, lakini pia inabidi niwe na ule ustadi wa kujifunza katika kwa matendo zaidi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichojifunza, na watu wengine pia imewasaidia kupata ule ujuzi na ustadi zaidi katika mafunzo ya kisheria kwa vitendo. Kozi ya sheria ni kozi ambayo watu wengi wanaona ni kozi ngumu, na labda watu wengine anaweza kuona hawezi kuifanya kwa sababu ya namna alivyo ulemavu alio nao au kitu chochote alicho nacho, na lakini pia ninapenda kuwatia moyo na kuwakumbusha kwamba hata mimi nimesoma na niko mwaka wa tatu sasa, karibu ninaenda kuwa mwana sheria. Kwa hiyo ninawatia moyo kwamba yeyote anaweza kuwa, haijalishi una kasoro gani, haijalishi una shida gani yoyote ile. Mtu yoyote anaweza kusoma na anaweza kufanikiwa popote pale, ambako ukiweka juhudi na ukitia nia katika kuyatekeleza yale ambayo natamani kuyafanya. Kutoka katika chuo hiki cha Tumaini Makumira, ambapo mafunzo ya vitendo kwa wanasheria yamefanyika, mimi ni Eli Huruma Stanford Chao, Upendo TV, habari.